Kwa hiyo huyu bwana kiufupi alikuwa na upendo ambao haukuwahi kutoka. Safari moja akasema, mate ya Laila laiti akapewa mgonjwa, basi atapona, na laiti akapewa maiti, basi atafufuka huyo maitiainis sasa, hebu tuambie Yeah, lakini wewe ambaye unaendelea kutusikiliza unaweza ukaendelea kututumia ujumbe sasa hivi ili ndugu yetu hapa tutakuja kumuuliza hilo swali. Sasa maumivu hayo ni yapi? Unapoachana yeah, na mtu ambaye mnapendana, yaani unaachana na mtu ambaye bado unampenda, lakini still wewe ulikuwa hutaki mwachane. Kuna watu wanaosababisha mwachane, yeah, sure, umeshanielewa sure? Yeah. Uh, wakati sija kujibu hilo mm, kuna kitu nilitamani sana nikizungumze. Mm, kuna historia moja ya mapenzi ambayo ilitikisa sana kwenye ukanda wa wa Kiarabu miaka hiyo, mm, bara la Arabu, mm, sawa. kuna historia ya ya mapenzi ya watu wawili walikuwa wakipendana sana mm. Uh, kama ni mfuatiliaji wa visa vingi vya mapenzi utakutana na Uh, kisa cha bwana Leila na Majununi. Mm. Leila Majununi. Nadhani kuna hata statement ya Majununi, kuna nyimbo moja ambayo aliimba, ile ya ashki Majununi, watu wengi Kiswahili, mtu unaweza usielewe, lakini pale alikuwa anazungumzia masuala haya ya ambao pia kupitia hiki kisa mm, hawa watu wa, waliishi sehemu moja, huyu mmoja anaitwa Leila mwingine anaitwa Majinuni. hmm. hili Majinuni halikuwa jina lake, jina lake alikuwa anaitwa ka... ha, ha, Kais. Majinuni alipewa hili jina ma, Majinuni Kiswahili ni kama uenda wazimu. hmm. yeah, Kiswahili ni kama uenda wazimu. Kwa hiyo huyu alipewa jina la umajinuni kwa sababu ya mapenzi okay. Huyu Leila na Kais waliishi wakiwa watoto pamoja, wakawa wanapendana sana. Uh, ikafika mahala wakatenganishwa walikuwa wanaishi sehemu moja na nini, wakatengana. Walipotengana, huyu Kais ambaye baadaye akapewa jina la Majununi alimpenda sana Laila hmm. Sana, sawa. Kwa hiyo ikafika pointi akaenda kumtolea posa ili aweze kumwoa Laila, kwenda pale mzazi wake akamkatalia, sawa hmm. uh, katika mila za Kiarabu kipindi kile ilikuwa ni kwamba kama wewe una unafahamiana na binti yao, mpo karibu tangu huko nyuma na hadi, hadi jamii inajua kwamba unampenda, walikuwa hawakuruhusu umoe. Hmm. Sawa, kwa hiyo hiko kitu kikamfanya yule mzazi wake na Leila asikubali ile posa ya Leila. Basi Majununi akaondoka. Bahati nzuri, Leila akaolewa na bwana mwingine, na Leila naye alikuwa akimpenda sana bwana Kaisi alipo hapo hapo Kaisi basi ndo akaanza kuitwa Majununi. Aliitwa Majununi kwa sababu gani? Akaingia sasa katika zama ambazo za kuzungumza maneno ambayo mengi ni, yalikuwa ni ushairi hmm. Alikuwa anazungumza maneno mengi sana ya kishairi na, na miongoni mwa washairi wakubwa sana ambao mpaka sasa hivi dunia imewahi kuwashuhudia hmm. Miongoni mwa mashairi yake, siku moja alikuwa anapita katika nyumba ya kina Leila kipindiko Leila kashaolewa na alikuwa anapita katika nyumba ya kipindiko Laila bado yuko nyumbani. Alifika pale alikuwa anaubusu ukuta wa nyumba ya kila Laila, alikuwa ana ubusu ule. Wanauliza, inakuwaje unabusu ukuta? <laughs> anakwambia, hapana, mimi busu hili sio kwa ajili ya ukuta, lakini <laughs> busu hili ni kwa yule aliokuwa ndani. <laughs> <laughs> Ona, yani alifika hatua kwamba ana ani hata ukuta wa nyumba ya kina Leila anatamani kukumbatia ku, ku, mapenzi mm. aliyokuwa nayo mm. Safari moja alikuwa amekaa na marafiki zake, akapita mbwa, akaanza kucheka sana, akaanza kufurahi. Wakamuuliza, mbona unafurahi sana? Wasema, hu, huyu mbwa ni mbwa ambaye yuko jirani na kwa kina Leila, kwa maana ni kitendo. Hamuoni Leila lakini kamwona mbwa mm. kwa kina Leila lakini Kafurahi sasa. Mm. Ule uchizi wake, yani jinsi alivyokuwa anaishi, ikafika mahala sa mpaka wazazi wake mbona anachanganyikiwa ana, ana. Safari moja baba yake akamchukua akampeleka, akamwambia bwana nataka twende Maka ukahiji. Katika kuhiji kule umwombe Mungu ili akuondoshee haya maswala ya kwamba unampenda mtu ambaye tayari ambaye sio wako. Mm. Alivyofika kule sasa badala ya kumwomba Mungu kwamba hey, Mungu niondoshee upendo ambao umejaa moyoni mwangu, akaambia e Mola hey, wamenileta hawa watu kuja hapa nikuombe mm. ili kusudi uni, uniondoshee upendo wa Leila, lakini mi nakuomba upendo huo uh, uzidishe katika moyo wangu. <laughs> <laughs> Kwa hiyo huyu bwana, kiufupi, alikuwa na upendo ambao haukuwahi kutoka. Safari moja akasema mate ya Leila Laiti akapewa mgonjwa basi atapona, na laiti akapewa maiti basi atafufuka huyo maiti. Ni vitu ambavyo walikuwa anavizungumza, lakini kwa mtu ambaye mona kwao alifanya maelezo ma, ma mengi sana. Safari moja akamwambia, Mwenyezi Mungu, nimetubu kwako sawa akamwambia Mwenyezi Mungu, nimetubu kwako kutokana na kila dhambi mm. Lakini dhambi ya kumpenda Laila situitubu bwana. mm. Alikuwa na mashairi mengi ambayo yalikuwa yanavuta hisia za watu mm. Lakini sasa, uh, ni kwa nini nimezungumza hiki kisa? Mwisho wa hiki kisa ndo unapata funzo la mapenzi lilivyo na madhara yake. mm. Kwa sababu Laila alipoolewa, Laila baadaye akaja mume wake akafariki. Laila, akarudi kumtafuta Kais ambaye ndo majununi, yani mtaani haelewi haye, has, mm. haskiki mm. Sa, safari moja mojahja zungum safari moja alikutana na aliwakuta watu wanafanya ibada, ni Waislamu wanaswali, akapita akarudi, akapita akarudi. Basi wale jamaa wakamuuliza, wee, vipi bwana, mbona unapita hapo unatuona sisi tunafanya ibada na unapitapita tu? akasema Uh, kiukweli mimi sijawaona sawa. <laughs> sijawaona na nyinyi, kama mngekuwa mnampenda Mungu wenu kama ninavyompenda Laila sawa msingeniona kwa mm. <laughs> maana anaadi kuwambia <tot> mimi sijaona kwa sababu ya upendo wa Laila, mm. chwa, yani mawazo yeah. Na nyinyi kama mngempenda Mungu wenu kama mnavyo mimi ninampenda Laila msingeniona, na, mw. yeah. Na bahati mbaya ni kwamba huyu Laila hakuwai hakuwa mzuri, mm. wanasema wataalamu wa hii hadithi ni kwamba Laila hakuwa mzuri, alikuwa kawaida sana mpaka mm. safari moja watu wakawa wanamsema wanamwambia, wewe unazungumza Leila Leila, mbona Leila, Leila mwenyewe mbaya, umeona? mm. Akawaambia, mnasema Leila ni mweusi, sio mzuri, sawa. Nyinyi mnaisoma Qurani, kitabu cha Uislamu mm. ni, ki, ni kitabu cha dini na mnakipenda sana mm. kimeandikwa kwenye karatasi nyeupe mm -hmm. Sawa eh? mm. lakini maandishi yake ni meusi basi uzuri wa maandishi yale Qur'ani mnayoyaona nyinyi mm. kwa kuyasoma na mimi ule weusi ndo, ndo, ndo, ndo uzuri wa Leila mm. <laughs> <laughs> kwa, alikuwa na, ana majibu yani. Hawezi kukosa jibu mm. Kwa sababu ya Leila yaani Okay. Ilikuwa anapoulizwa kitu kuhusu Leila hawezi hapa nadhani hili E, kisa chake pia kitapatikana kwenye kitabu changu. Pia kuna mm. kitabu kingine ambacho pia anakiandaa kwa ajili ya maswala ya mahusiano. Hiki mm. kisa kitapatikana kwa urefu na, na hizi tungo zake mashairi yake mengi yatakuwepo. Yata okay. Lakini mwisho mwi wa hiki kisa ni nini, na ndo tunapata funzo. Ilifika mara yule Kaisi aligoma kabisa kuwa na mwanamke aligoma kabisa na hakutamani kuwa na mwanamke mwingine mm. Leila baada ya kuachika, baada ya mume wake uh, kufariki, kufariki akarudi kumtafuta Kaisi, lakini bado mila zao zikawagomea kuweza kuwa pamoja, kuwa pamoja mm. huyu Leila basi alipata majonzi sana makubwa, mpaka ikafikia hatua akafa, sawa, alijiua eh? Ha, akafa tu kwa ile msononeko ha, mawazo, msongo, msongo yeah. Na Kais naye aliposikia Leila amekufa, na yeye sasa akaanza kupata mawazo hmm. sawa hmm. wapo wanaosema alikuja kufa pembezoni mwa kaburi la Leila hmm. na wapo wanaosema alikufa tu mapangoni hmm, kwa sababu aliamua kukaa mbali na watu hmm. Sa, na hapo sasa wataalamu wa, wa masuala ya roho wanasema kwamba hmm. Hivyo ndivyo ambavyo mapenzi yanaweza kuja kuungana huko baada ya kufa. Ina maana hawa mapenzi yao yalienda kuungana baada ya kufa, lakini hapa duniani yalishindikana. Lakini kilichosababisha ni nini mpaka hawa watu walishindwa kufaidi maisha ya upendo hapa duniani? mm. ni wazazi. yeah. mm -hmm. Kondo, sababu kubwa, na, na ndo <coughs> hiki kitu ambacho leo tumekuwa tukikizungumza. Nimependa hiki kisa nikielezee mm. kwa sababu ni kisa ambacho kinauma na kina kina, of course kiufupi sana. Ukienda kwenye peji yangu ya TikTok ya neno Kuntu mm. nimekiweka iko kisa kwa ufupi mm. lakini unaweza ukakisoma, lakini vizuri zaidi nitakuja kuiweka kwenye kitabu ambacho nakitarajia kukitoa. okay. sawa eh yeah. hicho so. Hey, ni kisa kisa kisa kisa ambacho <laughs> kina touch yeah. kinagusa, yani ukisikiliza na nini okay Je, wewe una no upendo huo oh. <laughs> Okay, sawa so.